Na mtazamaji nikirudia taarifa hapo awali ni kwamba maafisa wa polisi wa kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi wameandikisha taarifa kwa mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi IPOA. Maafisa hao wamejitenga na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang ndani ya kituo cha polisi cha Central, na katika taarifa hiyo iliandikwa na maafisa hao na ambayo tulipata fursa ya kuiangalia ni kwamba maafisa hao wanasema kwamba wakati Albert alipofikishwa kituoni, hali yake ilikuwa mbaya mno na ilichukua juhudi zao kujaribu kuokoa maisha yake, na kama anavyo arifu Ben Kiruini kwamba maafisa hao wamelaumu wenzao kutoka DCI kwa kifo cha Albert Ojwang. Maafisa anayeongoza kituo cha polisi cha Central Samson talam amejitenga na madai yanayomhusisha na mateso na mauaji ya mwanablogu Albert Ojwang. Talam, ambaye aliandikisha taarifa katika ofisi za mamlaka ya kuangazia utendakazi wa polisi nchini, IPOA, siku ya Jumatano, alisisitiza kuwa aliitwa tu baada ya mshukiwa kuletwa na kuwekwa rumande. Maswali yanaendelea kuibuka kuhusu hali aliyokuwa nayo Ojwang wakati alipofikishwa na kusajiliwa katika kituo hicho cha polisi. Maafisa wengine wanne pia waliandikisha taarifa huku uchunguzi wa kifo cha Ojwang ukianza rasmi. Mamlaka ya IPOA inatarajiwa kuwasilisha ripoti kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma kupendekeza mashtaka yatakayokabili maafisa hao. Talam amesema kuwa hakuwa katika kituo hicho wakati marehemu alipowasilishwa na aliitwa tu pale marehemu alipoonekana hakuwa katika hali nzuri ya afya. Aidha anasema alichukua jukumu la kumpeleka hospitalini. Taalam amesema yuko tayari wakati wowote wa kushirikiana na Aipoa ili haki itendekee. Huku hayo yakiarifiwa, maswali yanazidi kuibuka ya jukumu la maafisa watano wa DCI wanaoripotiwa kumwendea Albert Ojwang nyumbani kwao na kumsafirisha hadi Nairobi katika kifo cha mwanablogu huyo. Shinikizo linazidi kuongezeka kwa maafisa wa juu wa polisi kujiuzulu kufuatia mateso na mauaji ya Albert Ocheng. Hata hivyo, maswali muhimu bado hayajajibiwa ikiwa ni pamoja na mahali walipo maafisa wa polisi wanaodaiwa kumchukua Albert Ojwang nyumbani kwao. Ben Kirui, Runinga ya Citizen.